Shule zinatufundisha hesabu, sayansi, historia, na lugha. Lakini kuna kitu kimoja muhimu wanachokikosa. Sheria za pesa. Wengi wetu tunakuwa tukifikiri kuwa kupata kazi nzuri ni lengo la maisha. Lakini ukweli ni huu. Utajiri haujengi kwa mshahara tu, bali kwa jinsi unavyotumia pesa, kuwekeza na kuunda mali zinazolipia. Leo kwenye video ya Pesa Vibe tutaangazia sheria tano za fedha ambazo shule hazikukufundisha na jinsi unavyoweza kuzitumia kuanzisha safari yako ya uhuru wa kifedha. Sheria ya kwanza ni: tumia kipato chako cha ziada kununua mali zinazolipia. Baada ya kulipia mahitaji yako ya kila siku, kile kilichobaki si kwa starehe. Badala yake kiweke kwenye mali zinazozalisha mapato. Mali zinazolipia ni zile ambazo zinakuingizia kipato kila mwezi. Mali za kodi, biashara ndogo, hisa au fedha zinazoongezeka kwa riba. Mfano, Ali ni mfanyabiashara mdogo wa bidhaa za mtandaoni. Badala ya kutumia kila senti yake kwenye simu mpya au mavazi aliweka asilimia ishirini ya mapato yake kila mwezi kwenye biashara ndogo ya mitaa. Miezi kumi na mbili baadaye biashara hiyo ilimzaa kipato cha ziada cha asilimia thelathini ya mshahara wake wa awali. Kumbuka, hii ndiyo njia ya kuanza kujenga mtiririko wa pesa unaoendelea, passive income. Anza kidogo, lakini anza leo hata asilimia kumi ya kipato chako inaweza kuwa mwanzo wa utajiri. Sheria ya pili: mali si starehi, mali ni utajiri. Watu wengi wanahisi kuwa mali ni ile unayoonyesha: magari, simu, mavazi ya kifahari, lakini mali hizo mara nyingi haziwezi kukuingizia kipato. Utajiri wa kweli ni mali zinazolipia: nyumba za kodi, biashara au hisa zinazotoa dividend. Mfano, mwanzilishi maarufu wa Apple Steve Jobs alibaini kuwa haina maana kuwa na pesa nyingi ikiwa haiwezi kuzalisha kipato cha ziada. Alilenga kwenye bidhaa zinazotoa thamani endelevu badala ya starehe za muda mfupi. Kila pesa unayotumia kununua starehe ni fursa iliyopotea ya mali inayolipia Jiulize, je, hii mali inaliazima pesa yangu kufanya kazi kwa ajili yangu? Sheria ya tatu: weka malengo makubwa ya kifedha. Shule hazifundishi jinsi ya kupanga maisha yako ya kifedha. Bila malengo, utatumia pesa bila mpangilio na kukosa fursa ya kuwekeza. Malengo haya si lazima ya haraka, yanapaswa kuwa ya muda mrefu: kufikia uhuru wa kifedha, kuanzisha biashara au kuunda urithi. Mfano, Fatuma alitumia malengo kama maandiko: miaka tano nitakuwa na biashara ya mtandao inazozalisha dola elfu moja kila mwezi. Kila hatua aliyochukua ilikuwa ikielekea malengo yake. Baada ya miaka mitatu Aliweza kufikia kipato cha ziada kilichokuwa kikiendelea. Andika malengo yako, weka tarehe na uunde mpango wa hatua kwa hatua. Sheria ya nne. Usijaribu kila kitu peke yako. Kujenga utajiri si kazi ya mtu mmoja pekee. Wajasiriamali wengi wa mafanikio hutumia mentors, ushauri na mtandao wa rasilimali. Kujiamini kuwa unaweza kufanya kila kitu peke yako ni hatari. Ushirikiano, elimu ya wengine na networking ni muhimu. Mfano, Bill Gates alibuni Microsoft pamoja na Paul Allen. Ushirikiano wao ulileta ubunifu mkubwa na ufanisi. Tafuta mentor, jirunge na jamii ya wajasiriamali au mshauri wa kifedha. Ushirikiano ni strategia ya kupanua utajiri. Sheria ya tano: kuendelea kuongeza utajiri. Si tu kuanza na mali moja au mbili, bali endelea kuwekeza, kupanua na kutumia strategia ya ukuaji wa kipato cha ziada. Mpango wa muda mrefu unapaswa kuzingatia hatari, ushuru, mabadiliko ya soko na mazingira ya kifedha. Mfano, Warren Buffett alianza kuwekeza akiwa na umri mdogo. Alijenga portfolio polepole pole kuanzia kidogo hadi kufikia hisa kubwa zinazolipia. Baada ya miaka, alifikia utajiri wa bilioni. Angalia uwekezaji wako kila mwaka, panua mali zinazolipia na usikate tamaa. Uwekezaji mdogo leo unaweza kuwa utajiri mkubwa kesho. Anza leo, chukua hatua ndogo lakini thabiti. Pesa si adui hako, lakini bila maarifa sahihi inaweza kuwa kikwazo. Usisahau kubonyeza like, comment na subscribe kwa Pesa Vibe ili ujifunze zaidi kuhusu elimu ya fedha na maendeleo binafsi.